Ndio, unaona mchungaji amekaa hapa, yeye alikuwa na maombi yake unanielewa? Na mtu mmoja alikuja, alitembelea siku moja tu hapo, jana asubuhi, akanifuata akanieleza mambo anayofanana na haya, ila alinieleza mambo ya ndani sana, kwamba akikwambia wewe utamuelewa ile kwa sababu ule ujumbe alitumwa kwangu. Haleluya. Haleluya. Hey! Angalia alivyosema, alisema hivi sema klisema, mchungaji mi sisari hapo, ila nilipokuja siku ile na kitu nimeona Mungu, umeona nini? Akisema mchungaji, unapokaa we pale pana moto, ila sasa ukitoka pale unapokaa pale, ukitoka pale unaanza kuutembeza ule moto, huku unautembeza moto kule, unautembeza haitakiwi. Uchungaji utakurudi unatakiwa kae pale pale, ili uchochee moto. Jana asubuhi alikuja, haleluya, akasema hey, kaa pale pale, chochea moto wake. Haleluya, haleluya. hmm. Nilimuelewa alikuwa na maana gani nisa. Bwana asifiwe, kwamba mchungaji, mbona unafanya mambo mengi mengi wewe tu? Kwani pale hauna watu, kwa unataka ukae, utulie, utafakari. Na kweli unapokaa unapotulia, kwa mtu ambaye Mungu anasema na wewe, mara nyingi unampa nafasi ya ku, ya, ya kuongea na wewe, unapokosa yaani unapokuwa kama niko huku, akili zote zinakuwa huku kwenye mavyombo ma kwenye mara akili zinakuwa kwenye mziki, anaimbaje, sauti ya mziki na, vyo, na sauti yake vinaendana viendani, unamtengeneza, yaani unaweza kumshepu, unaelewa? Sasa unaelewa eh? Kwa hiyo ina maana ile ni agizo alipewa. Mungu vitumia vyombo vyake kwa ajili ya kupeleka neno lake. Kwa hiyo ile neno lilikuwa linanihusu mimi, lakini natakiwa niwe na watu ambao wanaofundishika wanaofundishika, yaani kufundishwa. Ili ufundishike, ni lazima uwe umekijua kile unachofundishwa. Nikikufundisha kama ufundishiki, unakuja kwa hasara ya roho yako, lazima nikwambie ukweli. Yani kama nakufundisha jambo haufundishiki, unakuja kanisani kwa hasara ya nafsi na roho yako mwenyewe. Yaani wewe unakuja, mimi ili ninawe mikono, lakini mwisho wa yote unakuta hutapokea chochote, hata mbinguni hautaenda kanisa. So unanielewa? Kwa mtu anayefundishika, kwa yale unapoyashika ndo msaada wako, lakini anaonekana ashika, manake kuna kitu kwa nje kinaonekana kinatokea. Mimi wakati nimeokoka, mtu wa kwanza kumpenda sana yaani kumuona ana maana kuliko mtu yoyote ndani ya kanisa letu alikuwa ni mchungaji wangu. Kwa nini? Ndio mtu wa kwanza kuniwekea mkono wa kuongoza swala la toba, ndio mtu wa kwanza kusema na mimi habari za Yesu nikamuelewa. Haleluya! sikumfanya kuwa eti adui yangu, sikumfanya kama mtu anayetisha. Nilimgeuza akawa rafiki yangu. Haleluya! hey. Yani mchungaji wangu akawa rafiki yangu, nilimpenda yule mchungaji na alini alinifundisha mengi mazuri, ndio yaliyonipa nguvu. Hivi unavyoniona leo, nina nguvu hizi za kumtumikia Mungu na kuambia mbele za Mungu, nimefundishwa na ule mchungano kabisa, nakwambia ukweli. Huyo ndio aliyenifundisha yaani, mpaka nikawa tayari kumtumikia Yesu. Ni yeye ndio alitumiwa Bwana Yesu asifiwe. hey. Sikumfanya kwa yani, nilikuwa napenda yale anayonielekeza mimi, ndio ni wage wa kwanza wa kuyafanya. Sikupenda ule utolo utolo, sikuwa napenda yani, kwa namna yoyote na, yani nashuparia kwa namna yoyote navyofundishwa, yani niwe mwenye uwezo wa kufanya yani, sikuwa na uwezo wa kumwangalia mwingine. Yani baadaye, yani tulivyoendelea, yani ilifika mahali chungaji yani, kawa haiwezekani mi kumwacha yani. Akawa huyo ndo ndugu yangu, yani baba yangu ndo kila kitu yani, akawa ni yeye alipo nipo. Yani mpaka ilifika mahali wale watu walile kanisa walijikwaa, hadi mama mchungaji alijikwaa, wakafikiri ile kanisa mi nitaachiwa, kwa sababu nilikuwa na na, nafanya karibu vyote nafanya na beki, sinafanyaje nafanyaje? Viti hivi navitoa nje vyote, hii navifua mwenyewe beki kanisa vizuri, panga pangaili. Yani nataka niko na kila kitu nafanya. Nikienda mi kwa mchungaji, mi ni mtoto yani. Nikienda kwa mchungaji nilikuwa na uwezo kufua nguo mpaka za watoto wa mchungaji, kwa mchungaji najisikia vizuri, nachota maji. Yaani mama akinipa kiporo cha ubwabwa yaani kama nimepewa dhahabu. Nafurahia, mwanangu kula, kula, mwanangu kula. Yaani mama anavyoongea ni kiroho, yaani naona kichwa kinakuwa kikubwa. Haleluya, natoka pale kwa furaha, mama amenipa na ubwabwa. Haleluya, mama ananipenda. Haleluya. Sio, unanielewa? Nilijengwa sana nilije, yani, nili, nilikuwa yani, vilinikuza hivyo kweli kweli. Mchungaji akitaka kumtuma mtu kitu ni Yohana yani, ni Yohana Yohana. Uh, yani hata ningekuwa wapi na hata vyote, mbio kwa mchungaji, mwanangu nenda, nenda mjini eh, kafanya moja mbili tatu, naulia yani, mbio hey, nimesharudi baba, ha, nenda hapa hivi, nenda hivi na hivi hivi hivi. Ndio yani mimi mchungaji akinituma natamani kupaa e, natamani kupaa yani, naona kama nimetumwa na Yesu, nielewa unavyofanya e, kwa moyo na kwa kali unavyofanya. Ndio ndio Mungu, ndiyo Mungu ku, yani unapokubali kile maanake unapata una hatua hatua zinakuja mule mule, yani baadaye, unapofanya kitu kwa moyo, yani unapofanya kitu kwa moyo, niligundua baadaye vyombo vitakuwa kwa chini fulani, ikaanza ikuwa nasipuka fulani hivi nazifunga juu nazifunga hivi na, yani, yani ikawa lile kanisa, mimi ni kama ndio nimeova roho yani, mdogo katika wadogo wote, nikawa mdogo kupita wote. Haleluya, na wala siku hata na papala chi mchungaji nipe maiki, si nipe mazabao, ni hubiri hata kidogo. Ni nimepewa mahubiri mbele huko, yaani nimesha kuwa nina nguvu nini, sina haja, ni nataka nilelewe ni kuwe tu. Haleluya, haleluya pona, e, kujenga kwamba upate kufahamu kuokolewa na Yesu sio kukaa bure, sio kuingia na kutoka peke yake. Hapana, fanya jambo na Mungu atakubariki atakuinua. Bwana asifiwe, amen. Nakutia moyo kwa sababu safari yetu sio lele mama. Kwa hiyo sio kafikiri Mungu anatengeneza vitu kwenye usingizi, Mungu anatengeneza vitu. Ndio maana kama upigaji anasema, anasema kwenye maandiko, pigeni kwa akili. Naelewa hilo yaani vyombo pigeni kwakii ndio maana unakuta wanaopiga vyombo wengi hata hawajaokoka ndio maana mziki unapigwa mpaka duniani haya tuingie kwenye neno maana hayo pia yalikuwa ndani ya moyo wangu nimeku, nimekusemesha ili kama una uelewa utafanikiwa lakini kama uelewa hauna basi yatasimama kwenye kuongea na maisha yako neno la leo nasema kama mti kando ya maji, jioni ya leo tunakwenda kusikia neno, nasema kama mti kando ya maji. Tufungue kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 na 8. Yeremia 17 mstari wa saba na 8. Biblia inasema hivi Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. mstari wa nane, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, wenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautaangaika mwaka wa uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Eh, huyu anayenenwa ni mtu anayetaka kufanana na anayeamini, huyu mtu ambaye eh, anafanana na mti ulio kando ya mto anafanana na mtu anayeamini, lakini sasa huyu ana kitu, kuna kitu ambacho kinachomuunganisha hilo hilo unaloliona linasema. Kwenye mstari saba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Anamtegemea kwa namna gani? Kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu kuna mahali Mungu anamsema huyu mtu. Na akifanya kama Mungu anavyosema ni lazima apokee. Ni lazima abadilishwe. Ni lazima hili neno litimie kwake. Lifanye kazi. Yaani, neno la Mungu ni sawa na ufunguo. Neno la Mungu ni sawa na namba za password. Zinaitwa kodi kodi. Namba ni neno la Mungu, ili kitoke kitu fulani, manake lazima neno lihusike pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona anasema tu amebarikiwa lakini lazima tupate kiini cha baraka tupate kiini cha kando mti kando ya maji ni kitu gani? Kwenye kitabu cha Yoshua moja mstari wa nane ndipo kuna undani wa hili neno. Tusome kitabu cha Yoshua, Yoshua moja mstari wa nane umeone huyu mtu ni wa namna gani ambaye Biblia inamsema kwa nini abarikiwe tuangalie Yoshua moja mstari wa nane. Kuna kitu kiko hapo cha muhimu sana, ambacho ndicho kimebeba kiini cha ujumbe wote, lakini ndani yake kutakuwa kuna maelekezo ambayo Bwana amemwagiza Roho Mtakatifu aseme na kanisa letu. Sikiliza kwa makini, unasema hivi. Yoshua moja mstari wa nane. Sikiliza kwa makini, nasema hivi Yoshua, Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapo utakapo ifanikisha njia yako kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kumwambia, kuna mstari wa nane. Kitabu hiki cha Torati kis, kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku maona hiyo kazi. Kwa hiyo kumbe, hizi baraka zinazosemwa hapa kwenye Yeremia kumi na saba na mstari wa saba na wa nane zinaongelea tafakari ya nini. Huyu mtu ambaye anafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya maji kandokando ya mto eh? ni mtu anayelitafakari neno. Kwa nini? lile neno unapolitafakari ndilo linaloleta maunganisho ya usichokijua. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Hey. Neno la Mungu unapolitafakari, linakuja na kitu, linavumbua linakuvumbulia kitu ulichokuwa haukijui, linakujulisha, lakini ukiwa na tafakari. Ndio maana tafakari ya neno la Mungu haiyawekwa m unanielewa? Manake imewekwa kwa muda wote, ukiwa nao mchana na usiku, ni wewe. Kanisa bwana asifiwe. Kanisa haleluya. Kwa hiyo katika eneo hili linawa linawa funulia watu mambo ambayo walikuwa hawayajui wanayajua. Tafakari ndiyo yenye msaada, ndiyo inayobadilisha, ndiyo inayoinua, ndiyo inayojenga utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari ndio inayokupa tafakari ya neno ndiyo inayokupa hata nguvu ya imani, inatokana na tafakari. Janavyo tafakari ni kama unaongea na mtu ndani kwa ndani, lakini kumbe una tafakari. Hapa linasemaje? Hapa linasemaje? Hapa lina maana gani? Nabidishwa nini? Haleluya! Laiti watoto wa Mungu tungekuwa tunamuelewa Mungu, tusingekuwa na, na visingizio vya shetani. Shetani kwa watoto wa Mungu amewekwa mdogo sana. Ujue nikisema amewekwa mdogo sana kupitia neno, manake ni kiumbe ambacho hakina uwezo wa kushindana na neno, na imeandikwa kwenye kitabu kile cha Ibrania 4 mstari wa kumi na mbili. Kimeweka wazi hakuna kiumbe kinachoweza kupambana na neno, hakipo. Kanisa haleluya Kanisa haleluya. Sasa wewe ukitafakari neno, ni kama unawek lile neno, ni misilaha ambayo ime imemshinda Shetani. Neno limeshinda giza, shetani ni giza, neno limemshinda. Sasa wewe unapotafakari, unatafakari ushindi. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Moja ya eneo ambalo linahitaji pia umakini, tafakari yako ukiwa peke yako, na tafakari nini? Ukiwa nyumbani kwako unatafakari nini? Ukiwa njiani na tafakari nini? Manake tafakari ni kazi ni kazi yes. Sasa na neno ndivyo linavyoongea, anaagizwa na uzuri wa Mungu wetu, kama anatupeleka kusoma maisha ya mtu, tukiwa tunafundishwa udhaifu ambao Mungu yeye hana wanakuwemo watu waliokuwa na udhaifu ambao ni hatari, lakini tumekuwa tunafundishwa habari ya ushindi, tunaonyeshwa watu walioshinda. Kama huyu alivyoambiwa na Bwana, alitafakari neno usiku na mchana ndipo atakapofanikiwa na kustawi. Kupitia lile neno litamfanya afanikiwe, maana yake abarikiwe katika ile njia Mungu aliyomwekea. Na kweli Yoshua akatii akakubali, na Mungu akamfanikisha. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Maana yake linaongea na mimi na wewe leo. Unapokubali kulitafakari neno, mafanikio limekuandalia tayari, wewe ni mfanikiwa. Ukiona ufanikiwi, wewe sio mtafakari neno, kuna kitu kingine unakitafakari, lakini sio neno. Na kama unalisikia basi, wewe ni mtu wa kusikia na kuacha Ila leo neno linataka uwe mtu wa kusikia na kuchukua na kuondoka nacho na kutafakari, mungu alikuwa na maana gani? Haleluya! Haleluya! ni bora ufanye ukosee, neno likusaidia ah, pale ulikosea ulitafakari, lakini katika kufanya ulikosea k nifanye hiyo takuufanye hii Haleluya. Haleluya. Umoja, nataka tafakari ya neno hili. Pale tuna tunaspika mbili dogo, lakini zikuwa na uwezo sana. kanisa letu unasikia una vizuri kusema, nataka maspika yale makubwa makubwa mazuri na nini nikaenda dukani kuuliza vyombo hivi vingapi, kasema unataka furu sema kama eh, milioni ishirini onyesha mespika kama ngapi, api minne hivi na mikubwa na nini. Sasa nikarudi kanisani, mwambie rafiki yangu kwa heri mjami